ndani ya chama. Kwa hiyo sina hofu kwa sababu uh, chama chetu kinaongozwa na katiba, kanuni na taratibu zilizopo. Kwa hiyo na na uh, na na na taratibu, na taratibu zilizopo, zilizopo, na taratibu. alikuwa imedumu kwa muda mrefu, ya mwanachama mmoja anakuwa na kofia nyingi. Sasa ni mwanachama mmoja kofia moja, kama we mbunge basi hautokuwa tena mjumbe wa, wa NEC. Unaamini kwamba maamuzi haya yanatija kwa chama hiki, ambako huko unakokwenda upanuzi wa demokrasia? Kwanza, mwanachama mmoja kuwa na kofia moja uh, ni ambiguity kwa sababu mimi, mfano ni mbunge, by being mbunge ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya baib mbunge ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, ya, ya mkoa bai, kwa kuwa tu mbunge nitakuwa mjumbe wa mkutano mkuu CCM taifa. Kwa hiyo mwanachama kuwa na nafasi moja, ni mwanachama anayeshikilia nafasi zaidi ya moja za kudumu, ndio tafsiri sahihi, kwamba mtu unakuwa mbunge wakati huo ni mwenyekiti wa CCM wa wilaya au wa mkoa. Umenielewa? hizi nafasi zinakuhitaji kuhudumu zote kwa hiyo tafsiri ya kuwa na nafasi moja inategemea mazingira, umenielewa. Zipo nafasi ambazo ukichaguliwa kwenye nafasi moja tu inakupa haki ya kuwa mwanachama na ni mjumbe kwenye vikao mbalimbali kubwa. Mabadiliko yanayofanyika ya ndani ya chama, historia ya CCM imekuwa inafanya reforms, kwa hii inaweza kawa ni reformu ya nne kubwa katika historia ya chama chetu imekuepo toka TANU kwenda CCM kwenda wapi? Kumekuwa na mabadiliko ya kila wakati, kwa hiyo sio jambo jipya sana, ndani ya kwa watu ambao wamekuwa ndani ya chama hiki. Bashe, nikutake kila laheri katika mkutano mkuu maalum. Nashukuru inshallah Amin. Na,